Maafisa wanne wa polisi wa ngazi za juu wameshtakiwa kwa mauaji ya mtoto wa miezi sita Samantha Pendo katika kaunti ya Kisumu mnamo mwaka 2017. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma aliidhinisha mashtaka mbalimbali dhidi yao ikiwa ni pamoja na mauaji, ubakaji na mateso. Hata hivyo, maafisa wengine saba wa polisi hawakujumuishwa kwenye hati ya mashtaka. Na kama mwanahabari wetu Ruth Wamboi anavyoripoti, huduma ya kitaifa ya polisi imeifahamisha mahakama kwamba mshukiwa wa kumi na moja Mohammed Baa, ambaye ni afisa wa polisi aliyestaafu bado yuko huru, huku juhudi za kumpata nyumbani kwake huko Wajir zikikosa kuzaa matunda. Katika hati ya mashtaka ya kihistoria yenye kurasa 30 inspekta wanne wa polisi ambao ni John Chengo Masha, Lina Kogei, Cyprian Robi na James Rono waliketi kwa subra wakisomewa wa, wa mashtaka. Washtakiwa hao wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji, ubakaji na uhalifu dhidi ya binadamu chini ya sheria ya uhalifu wa kimataifa the positions and the roles that the accused persons held that informed the arrangement it is not in doubt that the accused persons are police officers and i want to invite the court to consider that position vis-a-vis civilians victims Mahakama ilifahamishwa kufuatia amri zao, wadogo wao walivamia makazi ya raia ambapo inadaiwa waliwatesa na kuwabaka zaidi ya wanawake ishirini mawakili wa waadhiriwa ambao walipinga kuachiliwa kwao kwa dhamana pia walitaka kujua ni kwa nini hati ya mashtaka ilikuwa ya washtakiwa wanne pekee, ile hali mahakama mnamo Januari 30 iliwaagiza washtakiwa wote 11 kujibu mashtaka. Ikitoa jibu lake, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ilisema ilikuwa imekagua kesi hiyo kwa kuzingatia ushahidi mpya, na hivyo mkuu huyo wa mashtaka ya umma alikuwa ametumia mamlaka yake ya kuongoza mashtaka. It is not proper for council to suggest. Tangu kesi hiyo ilipoanza mwaka 2022, washukiwa kumi wamefikishwa mahakamani huku wanne kati yao sasa wakiwa wameshtakiwa rasmi. Mshtakiwa wa kumi na moja, Mohammed Baa, ambaye ni afisa wa polisi aliyestaafu, hajawahi kukamatwa, huku huduma ya kitaifa ya polisi ikisema juhudi za kumpata nyumbani kwake katika Kaunti ya Wajir hazijafanikiwa kufua dafu. Uh, to persuade the court as to bail and bond, please you are entitled to attach it through the deputy registrar. Ruth Wamboi nikiripotia Darubini kutoka mahakama ya milimani